Ni mimi ndo tulikuwa tunaongea na wewe kwa simu. Oh, wewe ndio Richard. Eh, mimi ndo nataka kazi. Oh, Richard. Uh. Okay. Mimi ndo landlord hapa. Okay, mimi ndio mwenye hapa. Ninataka mtu wa kufanya kazi usafi ni mimi. Nataka mtu msafi. Unaona mtu ni kompani. Kompani safi na heshima. So, oh. At least mtu anajielewa. Unaona kama unaweza? Anaweza. Eh, Okay. So mtu hmm, na anang'arisha mpaka huko juu. Eh, usafi yote juu, huko nje yote. Okay. Hata gari yangu pia. Gari uko na uko na hizi mbili. Yote. Hii na ile. Hiyo tunaanza tunaanza nzuri mkuu, yote ndani na kila kitu. Mpaka huko nyuma. Yes. Kuja hapa mimi nakueleza na unaangalia, ee na na unaangalia wanawake? Asijaangalia, nilikuwa naangalia hapa chini vile nitangarisha bibi ni ni bibi ya nadaku... Mtu nataka kuleta vita hapa. Ebu, ebu kwanza toka hapa, nataka kazi wanzato, nitakufurahisha ah, ah.